Lengine ambalo ningependa kusema ni kumshukuru mbunge. Amekuwa kiungo muhimu sana kwetu hapa, na tunashirikiana naye sana kwa sababu ya manufaa ya watu wetu wa hapa. niko yandukumu bado wabuka kabade da oh, kwa kimabishi wame shirikiana na shaki huo nikabizera ni lazima nishirikiana na shaki kwa sababu ya bandu hapo anduku zima kuzima, kuzima wape pata wasi kwa doko wabonya mradi mundu mwacha angra chongo chichi chepu chelipuka Bala ushukuru wabu kakumu kaba mbunge vita. Sasa kwa tuwa mboja mwana nchi wae boisi rom wa radi. Na u, mbu, na MCA na wa mbunge. Weko na tofauti. Simana ba mweri. So ni lazima ni wade mrodu mkonu ya kishe kwamba wabonya kazi wabonya ria wandu wa Mwatate kazi. Na manya vurugu vurugu reko nyingi malawa malawa yeko andru na andru wambuka bakele kwa mbunge lakini sisi tunaona kazi ya mbunge. Sinu kweli? Ile kazi amefanya kwa kipindi juzi, nilikuwa naambia watu ameingia kipindi kizuri sana. Wajua, mimi ni mwalimu. Mbunge ameingia kipindi cha CBC na CBC, kuna grade pale inapeanwa inaitwa exceeding expectation, kwamba amepata ile top grade ya A. So nikamwambia na nikamwambia wananchi, mbunge ame exceed expectation. kwa sababu ile kazi amefanya kwa miaka mitatu ni kazi mingi mno na napenda kusema ukweli wangu, wote hata wale wanaozunguka sasa hivi wakisema wanataka kiatu cha ubunge, hawawezi vaa kiatu cha Mheshimiwa Shake, hawawezi. Ni uongo, hawawezi. Ni uongo hiyo saizi ya kiatu, hawawezi. Hata hawawezi jua ni namba ngapi, maana hata wako karibu naye, so hawezi jua hata ni namba ngapi anavaa. So kilichoko, tumshike mkono, aendelee kufanya kazi, na tumekubaliana naye wakati wa kampeni. Bado kipindi cha kampeni kikifika, kila mtu ataweka kadi yake juu ya meza. Hakuna malaika, kila mtu wengi. Uzuri naona, wengi wanazunguka ni watu wamepewa nafasi za uongozi. So time ikifika, si kila mtu ataulizwa, weka kadi yako kwa meza. miaka tano ulifanya nini? Miaka kumi ulipewa, ulifanya nini? Usije kutuambia maneno matupu. Wengine nasikia anasema eti oh, mimi mkinipa hii nafasi ya mbunge nitafanya ABCD. Oo. Oh. Ile nyewe ulipata ukufanya, hii utafanya. Umekuwa fisi, unabeba nyama kwa mdomo, alafu unafika kwa kidimbwi cha maji, unaona fisi mwingine pale ndani, unashindwa hata kuona sura kama ni inafanana na huyo fisi. Unataka kuangusha hii nyama, ukimbie uchukue ile nyingine iko kwa maji. Alafu baadaye unapata zote zinafanya nini? Zinapotea. Hii imeingia kwa maji. Sasa ile ulikuwa unaona pale pia nayo ufanye nini? Auone. So naomba watu wa research tumshike mheshimiwa Shake mkono, ile kazi amefanya ni kubwa. Na wakati ukifika, nadhani kazi itazungumza na sisi pia tutakuwa uwanjani kuzungumza. So mheshimiwa, naomba uendelee na moyo huo huo na tutaendelea kushirikiana kuhakikisha kwamba jamii ya Chawia, jamii ya Mwatate kwa upana imefaidika kwa mambo mengi. Kuna mambo mengi ambayo yamefanyika, mengi ya tusemi, na mengine mnajua nini nyenyewe. So kile ambacho tunaomba mshirikiane yani. Utajiri mkubwa uko kwa maji, hakuna mahali kuna utajiri mkubwa. Utajiri mkubwa uko kwa maji na haya maji ambayo tuko na, tushukuru Mungu ametupatia rasilimali nzuri ya maji. Haya maji yametoka hapa, ni maji masafi. Hata ukienda hapa Mwatate, tutakubaliana maji mengi ambayo yanatumika pale yako na nini na chumvi kidogo, lakini haya yako mazuri So hii ni rasilimali mzuri Mungu ametubariki naye. Tukitumia vizuri tutakuwa mamilionea. Haya maji niko napiga mahesabu wakati mwingine kwa mwaka ile pesa ambayo tunatakana kuingiza kwa jamii ya Marisechu haitakani pungue milioni mbili kwa mwaka. Yakisimamiwa vizuri watu wapate maji hapa juu vizuri na ndio maana mheshimiwa tulianza na mpango wa kuweka matanks. So that wananchi hapa wasikose maji. Ukikosa maji kwa tap kuna tanki karibu na wewe utapata maji. Ndio maji yaweze kusambazwa vizuri, tupate ajira kwa vijana hawa vijana wapate kazi. Maji yakipelekwa kule mbele, kijana atoke hapa, aende kuuza maji, ni ajira tumempatia yakisongea mbele tena, kijana mwingine atoke hapa juu, aende auze nini, maji. Na tulikuwa tunazungumza na mbunge tupate vijana, hata kama ni watano, ambao anataka kwenda kusomea mambo ya plumbing. Tuache hii mafundi ya kubahatisha, wao nabeba spana hauna hata ujui maji yanaenda namna gani? Pate vijana watano ikianza Januari waende wasomee mambo ya plumbing, warudi washughulikie mambo ya plumbing hapa ya maji, maana sasa tuko na maji mengi hapa juu na tuko na pipings pia kule chini, so tupate hao vijana kuanzia Januari waanze masomo. Nadhani baada ya miaka miwili watakuwa wamehitimu, waje watusaidie mambo ya maji hapa vijijini. Sasa sawa na mimi namuomba tuangalie haya maji kwa kiwango cha pesa, tusiangalie maji tu kama rasilimali ambayo tunatumia. Naona kama haya maji yameletwa ya chupa haya, hizi chupa ni kidogo sana, lakini kwa imani haya maji yameenda zaidi ya elfu kumi haya ambayo yameletwa na chupa peke yake. Hiyo ni dirisho tosha ya kwamba maji yako na pesa nyingi sana tukishika vizuri, yakisimamiwa vizuri tutapata pesa mingi za kutosha. Kile ambacho nitaomba Coast Water mtusaidie, mkipata bore zingine, najua kuna vile mnafanya mpango na mbunge akipata pesa na pump nini, lakini nyinyi kama shirika mko na partners wengi, na hao partners wengi mkipata bore zingine mtusaidie, kicha vya imeenda paka huko chini, mnasikia madini yanatoka mengi huko Mpuki, huko Kambanga, ambapo mtungi mmoja wa maji kuna wamama pale, kuna kuna baba, mtungi mmoja wa maji wananchi anazotumia kwa, kwa wiki nzima. Sasa imagine wala mama anachimba mawe pale na baba mtungi mmoja one week, akipata mtungi mmoja kwake ni dhahabu. So tunahitaji maji mengi, bowls nyingi, huko chini, ndo angalau pia na wao pale ndani kwa madini watu wengi waweze kufurahia maisha, maana ile gharama ya kuchimba mawe wengi wanashindwa kwa sababu kwanza ni maji. Maji pale mtungi unauzwa kwa shilingi zaidi ya 80 so una imagine tafute chakula, vifaa vya kuchimba mawe na hayo maji. So mkipata ball yote kwa development partners wenu mutusaidie angalawa tuweze kupata maji kule chini.